Habari wateja wetu wapendwa wa Silent Ocean nchini in India, kama ilivyo ada kila mwaka kipindi kama hichi mwezi wa kumi hapa nchini in India tunakuwa tunasherehekea sikukuu za Diwali zinazojulikana kama Light Festival. Katika sikukuu hizi kila bidhaa inakuwa imeenda kwa punguzo. Kwa hiyo wateja wetu wote ambao mnapenda kununua bidhaa tofauti tofauti katika website tofauti tofauti ikiwemo Amazon, Nykaa, Myntra, basi katika kila website kuna kwa kuna punguzo la pasenti tofauti tofauti ikiwemo 50%, 70%. Basi wateja wetu wote tunapenda kuwashauri mweze kuoda bidhaa zenu mapema, na wale wateja wote ambao wana oda zao kwa masuplaya, tungependa kuwakumbusha mweze kufanya oda zenu mapema na kuwahimiza supplier wenu waweze kudeliver mizigo yenu mapema ili na sisi tuweze kuisafirisha mapema, kwani utakapochelewa kufanya oda yako mapema na kumuhimiza supplier yako mapema, basi masuplaya hao hawa huwa wanaenda katika likizo fupi ambayo ni katika kipindi hichi cha Diwali ambacho kilele chake kitakuwa ni tarehe 21. Basi kila mteja ambaye unafanya oda zako kutoka nchini India, fanya haraka uweze kuoda na sisi tuweze kukuresivu mapema na kusafirisha mapema. Tunasema wahi tuwahi. Silent Ocean India na Silent Ocean Tanzania na nchini kote, sisi ni Simba wa Bahari.